Unapokutana naye njiani huwezi kufikiria kamwe kwamba kijana huyu mtanashati hulala chooni kando ya nyumba yake kiungani mwa mji wa Kilifi. <coughs> <coughs> <coughs> tukiwa njiani kuja hapa, kijana huyu hamali, mbebaji wa mizigo sokoni na katika stendi za basi, katujiuza kuhusu masaibu yake. Naambiwa na, na rafiki zangu kwamba wewe una habari, twatafutwa sisi tokea saa hiyo, twaambea nyumba yako inchomeka. Basi moyo wangu ulivunjika, saa nkija nio nikifika hapa ndo naona hiyo bati limeanguka lote. Hivi ndivyo anavyoandaa mahala pa kulala hapo chooni, hutumia vipande hivi vya mbao kufunika shimo la choo kisha apange maboksi haya yanayomstiri. na ijapokuwa hana shuka za kujifunika wala blanketi anachandarua angalau. Hapa mimi huchukua haya mabao ambayo huwa niko nayo pale ndani. E, kaja ni, ni zibe hichi choo. Nachukua tambara na ziba hapo. Ndio isitoe harufu. Alafu hapa kuna hii tundu ya outlet maji ya kuogea, uweka jitambara pia napo, ndio kusije ukaingia wadudu usiku, wadudu hatari. Sasa nikifanya hivyo naika haya mabao yangu naika box natandika kama mlivyoona. Sasa najisikia kwenda haja kwa ule usiku, kwa vile huwa nimelala hapa. Siwezi kujisaidia hapa, inabidi nende nikatafute nje kwa sababu ya ile harufu isije ikanidhuru. Huu ni msimu wa mvua, na ndio maana hujisitiri pale chooni, kwa kuwa kijumba kile kinapaa. Huku tulikuja kwa sababu ya marehemu baba alipokufa, ikabidi tukauza kule tulipokuwa tukikaa, kwa sababu huku kwa kina mama, ikabidi tuje huku, na ile pesa tuliouzia kule, ikabidi ndio tukaja tukajenga hapa. Wewe na nani? hmm. na nani? Mimi na ndugu zangu wakiwa huyu, akiwa dada yangu na ndugu zangu wa kiume wanne. Alafu mkawa nyote mwaishi hapa? E, tukawa sote twaishi hapa lakini, kulingana na kutafuta pale, ndugu zangu wakajiondoa wakenda mjini kwenda kujitafutia, lakini mimi nikasema wacha mbakia na, na mji ndio nikilinda hii boma. Kukiwa hakuna mvua basi yeye hulala hapa ndani ya hii nyumba tangu miezi saba iliyopita mbali na barafu wake wa moyo. Naam, umesikia vyema, ana mke na watoto watatu anaowapenda sana. Na nani walikuwepo wakati nyumba inachomeka? Waliokuwepo kwa huo muda walikuwa mke wangu, naye ankwenda kutafuta vibarua vyake, alikuwa wauza kibanda huko juu, lakini cha mtu hasa yeye no. naye watoto nao wameenda shule. Huyo mdogo uliomwona alikuwa naye, yuko naye sasa. Ikabidi yeye ndo alikuwa wa kwanza huku, lakini wajua, wanawake haku, hakuweza kufanya kitu. Huenda watoto hawa hawakielewi sana wanachopitia wazazi wao, hasa huyu mdogo wala hawajui baba yao hulala chooni. Mimi kusema kweli, watoto na bibi wako wamepata mahali wamesaidika, wapi na vipi? Kwa jirani, kuna jirani hapa hivi mtaa hapa kati, wamesaidika hapo. Shughuli yangu nayofanya ni kubeba mizigo mm -hmm, mm, nabeba mahindi, maharage, hizo gari za maharage na mahindi zikiwa zimekuja tutashukisha tupate kipato chetu. Haa, kuna hizi gari za Tanzania hizi za mbao mimi mwenyewe najishughulisha na upigaji rangi, kugonga ceiling, na nyingine ndogo ndogo kama kushona viatu, nikipata hizo bora nipate kipato. Kulingana kule kukiwa kumefungika, huku kumfunguka, nafanya hivyo. Wewe vivi sasa, uko bado uko pamoja na mkeo, na unawatimizia mahitaji yao, wewe na watoto wako, ama inakuwaje? Kwa saa hii hatuko pamoja ni vile yeye alala kule, mimi nalala huku, lakini kiupande wa kipato kile ninachopata lazima nigawanye nao, niwapatie ndio angalie watoto. Kusema kweli, mpaka saa hii watoto wamefukuzwa shule, wako hapo nyumbani hapo e, wa, nyumba ya hapo alipofadhiliwa, e, watoto wamefukuzwa ye mwenye alikuwa ni mwana ni hivo fanye biashara biashara vya watu, lakini sasa hivi vibarua vimekauka kwa upande wake. mm -hmm. E, mimi nami ndio hivo, leo upate kesho ukose, lakini hivyo hivyo twasukuma gurudumu gurudu, lakini penzi bado lipo, bado lipo penzi, liko pale pale, penzi liko pale pale. Maanake mama watoto wangu, mm, lazima tunio tupendane tu ndio tulea watoto Yeah. Lakini katika hali hii sasa inakuwaje? Kwa kwa hali hii yabidi ni vile yewasikia uchungu, lakini sasa kusema kweli, utafanya nini? Abidi tuvumiliane, yeye yavumilia mpaka ntakapopata, tujenge kwetu, arudi nyumbani, bwana <laughs> la hoteli nakula kwangu kama nitakuwa pengine ninapata kama mia tano tuseme, nitafanya ile mia nne nitume kwa mama watoto, ndo angalie watoto, ile mia nifanye ndio kula kutoka asubuhi mpaka jioni. Baada ya kututhibitishia kwamba penzi lao kamwe halijayumbishwa na hii hali, akaomba simu na kumwita mkewe. Helo babake Mariam, huyu nakwambia waweza kuja hapa nyumbani mara moja, njoo sasa hivi basi sa. Mke alipofika hakusita kusema nasi kuhusiana na maisha haya wanayopitia. Yaani, tukabaki tu na nguo ambazo tulikuwa tumebaki nazo, alafu kuna zenye tulikuwa tumeanika hapo nje hizo ndo tulikuwa tukabaki na hizo, nikuta majirani wameondoondoa hizo nguo, walikuwa yani, wamenisaidia. Manake moto ulikuwa mkubwa, ulikuwa uweza sikisha hata hizo zingine, manake hata ule mnazi pale pia na ulichomeka kiasi. Kuna jirani pale mbele akaniambia, njo kae kwangu, nakukaribisha kwangu nyumba ukuishi bure, hii mpaka pale mwanaume manam... bibi yake ni rafiki yangu. Sasa nikaja nkamwambia, akasema sawa, endeni. Tukaenda kwa sababu ilikuwa na nahangaika sana, natamani tu nipate tu mahali jitulize na hawa watoto. Tukaenda, lakini yule bwana akaanza kuleta story ambazo mi sikuzipenda. wangu wanarudishwa shule kila wakati wanarudishwa nyumbani, shule wanadaiwa pesa nyingi, hiyo nayo ni stress yani. Sasa penzi lenu likoje sasa hivi? We na babake Mario, hatuna shida, tuko pamoja ana, natoka akitafuta barua, akipata ananipatia, naangalia watoto, anaangalia vizuri watoto wake hata kama hana mwisho. Akawasilisha ombi lake mahususi kwa wahisani: mimi ningepata wahisani, ama muisani anipatie tu japo mbao na mabati, ndio at least niwe nitaweza kuishi mimi, na nikipata mpangaji, niwe nitaweka ndio niyo nitapata hicho kipato kidogo kidogo cha kila siku mm, kiwango cha elfu tano mwenye, kwa sababu naweza kodisha mwenyewe akaniambia kwa mwezi ni elfu moja Sasa ikabidi nitoe na deposit, alafu zile elfu tatu kaena kachukua capital na nika... Ukipata kama hivyo unaweza ukasaidika. Mm, nikipata hata leo naanza kesho, nimechoka kuketi. Ndio hivyo maisha ni safari ndefu na kijana huyu bado anajitahidi kuikimu familia yake. Ombi lake kubwa ni hilo tu, kwamba wahisani wajitokeze wampatie angaa mabati na mbao, ili aweze kujisitiri na kama walivyosema wahenga, nizike ningali hai. Nikiripotia Coco FM, mimi ni Lolani Kalu. Coco FM, ladha ya pwani.